Yakobo ile sura ya nne mstari wa saba mpaka ule wa nane Sikiliza bade, kuna kitu Mungu anataka aseme na wewe. Nitasoma kitabu cha waraka wa Yakobo sura ya nne na mstari wake wa saba na wa nane Nitasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. basi, basi. Mtini Mungu, mtini Mungu, mpingeni shetani, mpingeni shetani naye atawakimbia. Nae at Mstari wa nane na wa mwisho ndio, mkaribieni Mungu, mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi, naye atakawa atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu, itakaseni mikono yenu, enyi wenye dhambi, enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, na kuisafisha mioyo yenu, enyi wenye nia mbili, enyi wenye nia mbili. Amina, nasikia maneno. Bwana Yesu atusaidie sana, Bwana Yesu atusaidie sana. Wakapo anaelewa hichi kitu Tazama mstari huu umeanza, basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Tunatakiwa tumtii Mungu kwanza. Hautaweza kumpinga shetani akaondoka, kama hujamtii Mungu kwanza. Wakapewa wanaelewa hichi kitu. Mtii Mungu kwanza, ndio utampiga shetani. Nisikilize, hata ikiwa ni mfungaji, hata ikiwa ni mwombaji hata ikiwa una level gani, pasipokuweka utii kwanza mbele za Mungu, shetani bado atakuwa amekuzingira. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie. Usijawahi kujificha mbele za macho ya wanadamu ukasema kuna mahali unavuka unashinda, haiwezekaniki. Bwana Yesu atusaidie, Bwana Yesu atusaidie. Maandiko yanaweka wazi mtiini Mungu, fanyeje? Mpingeni shetani, naye atafanyaje? Atawakimbia. Kumbe tunatakiwa tuanze kwanza kumtii Mungu alafu ndio tumpinge shetani, halafu ndipo shetani atakapofanyaje? Kimbia kwenye kazi yako, kimbia kwenye biashara yako, kimbia kwenye maisha yako ya kiroho. Bwana Yesu atusaidie. Wakabo anaelewa hichi kitu, nisikilize. Usiwahi kuwa mwokovu vuguvugu huko duniani, hakikisha kile unachokifanya na kukitarajia kwa Mungu unakifanya katika hali zote za ukamilisho ambao Mungu anautaka. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie ili tuweze kumshinda shetani, jambo la kwanza ni kumtii Mungu. Saa ya Mungu, hakikisha kweli ni saa ya Mungu kwenye maisha yako, usiifananishe na saa ya kawaida katika maisha yako. Bwana Yesu atusaidie sana.